Katika zoezi la kukabidhi mikopo ya asilimia kumi kwa vijana wakinamama, na walemavu lililofanyika katika ofisi ya kata ya Ubungo, Dar es Salaam, chini ya mstahiki mea wa manispaa ya Ubungo Jafari Nyeigesha, amewataka vijana, wakinamama pamoja na walemavu walionufaika kupata mikopo ya bajaji, pikipiki na pesa taslim milioni arobaini kutokuwa wasumbufu wakati wa kurejesha mikopo hiyo, ili kuwasaidia na wengine waweze kupata mikopo hiyo baadaye. Tukio letu la leo linahusiana na mikopo ya asilimia kumi ambapo ndani ya kata ya Ubungo wako vijana waliomba vikundi, waliomba mkopo huo. Akina mama waliomba mkopo huo pamoja na walemavu, waliomba mkopo huo. Kwa bahati njema sana vikundi hivi vimekidhi vigezo na vimeweza kupata mikopo ya jumla ya shilingi milioni mia moja na ishirini na mbili. Nimeshuhudia bajaji ambazo walipata milioni sitini, wamepata mkopo huo. Kuna vijana bodaboda boda, walipata milioni kumi na moja na laki nne wamepata mkopo, lakini vijana wengine wamepata milioni kumi na moja wamepata mkopo, lakini kuna watu wenye ulemavu wamepata mkopo milioni tisa, lakini kuna kina mama wamepata milioni ishirini na tano na kuna kina mama wa kutoka kumbungumsewe wamepata milioni sita. Jumla wapata milioni mia moja na ishirini na mbili Mikopo hii inakwenda kuwasaidia kina mama, vijana, watu wenye ulemavu. Na kama ambavyo mnafahamu ndugu wanahabari wa Tanzania wote, mikopo hii ilisimamishwa. Lakini kwa busara na hekima ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan akaamua kwamba mikopo hii sasa iendelee, lakini iwe na utaratibu maalum. Kimsingi ni kwamba ilisimamishwa, mikopo hii inatakiwa ukikopa, urejeshe tena mkopo ambao hauna riba. Na nitoe wito kwa watu waliopata mikopo hii mara baada ya kuanza kazi zao wazingatie marejesho ya mikopo, mkopo usio sadaka huu. Ni mkopo wa kurejeshwa rasmi, ina wengine waweze kukopa. Nyeigeshi ameongeza kuwa halmashauri inaendelea kutenga mikopo ya asilimia kumi ili watu wenye uhitaji waweze kunufaika. Kama halmashauri ya manispaa ya Ubungo tumeendelea kutenga asilimia kumi kila makusanyo makusanya kwa mwezi ili kuhakikisha vijana wanapata mikopo hiyo. Ni sheria ya kutenga mkopo huo. Lakini miye kama mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo na mwenyekiti kama wa kamati ya fedha nimekuwa nikisimamia ukusanyaji wa mapato ndani ya halmashauri ili kuweza kuwezesha kupatikana kwa asilimia kumi ya kuwapatia vijana wakinamama na watu wenye ulemavu. Naye Sofia Jumbe Muhilu mwenyekiti wa CCM kata ya Ubungo ameipongeza serikali na kuwataka walionufaika na mikopo hiyo wakafanye yale yanayotakiwa kupitia mikopo hiyo. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili tukio ambalo limetokea siku ya leo. Tunasema ni shukrani nyingi tuzirudishe kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kurudisha mikopo hii kwa vijana, watu wenye ulemavu, wakina mama. Tunashukuru sana kwa mikopo hii hii kurudishwa leo hii. Tunaona katika kata yangu ya Ubungo vijana wamepata mikopo hii na wamefurahia na kama mnavyoona hizi bajaji zimekabidhiwa. Sisi tunawasihi vijana wetu hawa, mikopo hii si kwamba wamepewa waende wakatumie. Tunaomba wajitahidi kufanya marejesho, ili vijana wengine waweze kupata tena mikopo hii. Tunasema CCM miaka mitano, Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru sana kwa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kutekelezwa ipasavyo. Tunawashukuru, na vijana wengi tunawakaribisha, mikopo bado ipo watimize masharti waweze kupata mikopo hii. Takribani vijana kumi na watano wamenufaika na mkopo huo na kuimwagia sifa serikali ya Rais Samia kwa kushukuru na kuwataka vijana wengine waamke kuchukua mikopo hiyo inayotolewa na serikali ya Tanzania bila riba. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama, lakini pia ningependa kushukuru viongozi wetu kuanzia ngazi ya, ya, ya mtaa na ngazi ya kata mpaka ngazi ya mkoa kwa kweli wanafanya kazi vizuri, na tunashukuru leo tumepata mkopo sisi kundi chetu tumepata milioni kumi na moja na laki nne ambayo imekizi kwenda kununua pikipiki tatu ambayo tayari tumeshakabidhiwa na Mheshimiwa diwani na staiki mea wa jimbo la Ubungo. Aa, lakini pia ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ameona kuna haja sasa ya sisi vijana kutuinua kwa namna moja au nyingine. Tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano imeweza kutusaidia tukapata mkopo wa milioni ishirini na tano ambao tayari tumeshaanza kufanyia kazi kwa vile ambavyo tumeomba kwayo. Kwa hiyo tunashukuru sana, Mungu awabariki. Pesa yangu nakwenda kuifungulia biashara yangu ambayo nilikuwa natamani muda mrefu sana iwe ya kufungua kuuza vinywaji vidogo vidogo, juisi, nini na vingine vingine tu vingi. Mimi nawaambia wajitokeze kwa kweli kuliko kukaa kulalamika tu barabarani na kuombaomba. Mikopo ipo mizuri tu. Mama huyu anatufanyia haki kabisa yani. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tunamwombea sana mama aendelee kutuongoza kwa kweli. Sisi ni kikundi cha Tupendane Bajaji Group. Tumefanikiwa kupata mkopo wa milioni sitini ambao tumeweza kuchukua bajaji. Tunashukuru Mheshimiwa Raisi pamoja na watumishi wote ambao wanafanya kazi chini yake kuanzia ngazi ya mtaa, kata na serikali kwa ujumla. Nyuma yangu ni jengo la ofisi ya kata ya Ubungo zoezi fupi limefanyika, kata hii ya Ubungo imewakabidhi pikipiki sita pamoja na bajaji tano ikiwa na pamoja na pesa taslim milioni arobaini kwa vijana walemavu pamoja na wanawake kwa ajili ya kujikimu kiuchumi ikiwa ni asilimia kumi ya mikopo ambayo inatolewa na halmashauri kupitia ofisi ya kata ya Ubungo. Nikiripoti kutoka hapa ofisi ya kata ya Ubungo, mimi ni Esther Madege na hii ni Msasa Media.